Nataka niwaombe waheshimiwa wa bunge, tembeeni kifua mbele, tembeeni mkijiamini kuwa sekta ya nishati iko mikono salama chini ya Dk Samia Suluhu Hassan na sisi wasaidizi wake. Hatutamwangusha kwenye jambo hili, tutasimama wakati wote kuhakikisha kuwa Watanzania wanapata umeme. Na Mheshimiwa Spika, huwa nawaeleza wenzangu kwenye sekta ya nishati, kama kuna sekta haitaji kusema sana, ni hii, ni umeme. Umeme ukikatika, hauhitajiki maelezo, umekatika hayo maelezo mengine baki nayo, watu wanaochotaka ni umeme basi. Hata ungekuja na misamiati yoyote unayoijua ukajieleza kwa ufundi, nao ujua kama watu hawaoni umeme, ni kama tu unapiga gitaa kwa wimbo watu ambao haujui. Nataka nikushie kuwa Mheshimiwa Spika, tutahakisha kuwa kila linalowezekana kazi ya kupeleka umeme inaendelea. Mheshimiwa Spika, umeelezwa kwa uchungu sana bei ya kuunganisha umeme kwa wananchi vijijini na mijini na mapendekezo yaliyotolewa na kamati. Labda nieleze la kwanza kwamba Serikali, bei ya kuunganisha umeme kwa sasa ni shilingi elfu ishirini na saba kwa maeneo ya vijijini na vijiji miji. Serikali inaendelea kuunganisha umeme kupitia mpango mahususi wa national, yani wa, wa nishati yani national energy compact kwa mwaka wa fedha 2025 26, yani bajeti hii tuliyonayo serikali kupitia REA imetenga shilingi bilioni 40 ili kuanza kuunganisha umeme wa wananchi kwa shilingi elfu 27 katika maeneo mbalimbali yenye mbali sura ya vijiji miji. Serikali imekuwa ikitoa ruzuku ya wastani wa shilingi asilimia 58 ya gharama za kuunganisha umeme kwa wananchi, lakini wananchi hulipia kiasi fulani ambacho bado wabunge wamesema ni kikubwa. Mheshimiwa Spika, baada ya kuwa tumejadili jambo hili kwa kina kwenye kamati, tuliamua kuunda kamati kwa sababu Mheshimiwa Spika, ili ni jambo linalohusiana na uchumi, linalohusiana na fedha, haliwezi kutamkwa bila uchambuzi. Nawaomba waheshimiwa wabunge kwa heshima na unyenyekevu mkubwa, mtupe muda, tuna timu tumeiunda ya kwenda kuangalia namna gani tutapunguza gharama ya kuwaunganisha wananchi vijijini kwa ajili ya kuwapelekea umeme. Lakini la pili, Mheshimiwa Spika, kwenye mradi wetu wa compact ambao Benki ya Dunia FDB wanatufadhili pamoja na wafadhili wengine tumepewa target ya kuunganisha wateja milioni nane milioni nane ukijumlisha na wale waliokuwepo milioni tano tunatakiwa itakapofika mwaka elfu mbili na thelathini tuwe tumeunganisha wateja milioni karibu zaidi ya kumi na mbili. Sasa mheshimiwa spika, tumeambiana wizarani kuwa kwa hali ya kawaida kama tumeunganisha wateja milioni tano na laki mbili kwa kipindi chote toka tumekuwepo ni muujiza gani huu tutakaokuwa nao wa kuwaunganisha wateja milioni nane ndani ya miaka mitano? Maanake ni kwamba ni lazima kuwe na utaratibu ambao sio wa kawaida uliozoeleka, tuliokuwa tukifanya miaka yote katika uunganishaji wa wananchi, na mojawapo wapo ni kuangalia ni kitu gani kinachowakwamisha wananchi kuunganishwa na huo umeme. Mheshimiwa Spika, kila mbunga ameeleza hapa kwamba moja ni gharama, lakini mbili, hizi gharama zote hawaziwezi wananchi. Tumeunda hiyo timu ikatufanyie uchambuzi, tuletee majibu na naamini wakati fulani tutawahusisha na waheshimiwa wa Bunge ili muweze kujua ni kitu gani tunachofanya, lakini nataka niwahakishie kuwa tunalifanyia kazi jambo hili ili uunganishaji uweze kuwa rahisi na hili linalozungumzwa la watu kuweza kuunganishiwa umeme kwa bei nafuu tutalifikia. Lakini niunganishe hilo hilo pamoja na gharama za umeme. Mheshimiwa Spika, gharama za umeme, yani tarifu, kwenye nchi yetu hazijapitiwa kwa muda wa miaka kumi. Kwa sasa tunazipitia kupitia EWURA naomba mnikubalie waheshimiwa wa wabunge, kwamba jambo hili ni la kiuchumi, ni la kisayansi, linahitaji uchambuzi, kuwashirikisha wadau, na wadau mbalimbali watoe maoni yao. Naomba tuwape nafasi EWURA kama regulator independent afanye kazi yake bila kumwingilia, ili atuletee taarifa hizi, gharama za umeme maana yake nini na nini kifanyike, ili wananchi waweze kupata nishati ambayo inahimilika.